Masiwa Bwana, ina maana inamaana wewekuana wa Kristo wa wewe, hey, yeah. Wewe ni mtiwa mafuta wa Jesus Only. Kama wewe ni masiwa Bwana, hey, yeah. Inakupasa uishi maisha matakatifu kwa sababu tuliomwamini Jesus Only ni mtakatifu. Hey, yeah. Kama Jesus Only yeye ni mtakatifu na sisi tuliokwendea, lazima tuishi maisha matakatifu.

watume misingi yetu ndio nukta eh. makuani wa Kristo eh. wamepakwa mafuta ya Roho Mtakatifu unaona nukta mkali eh. kwa hiyo eh. ni masihi wa Bwana eh. nukta eh. tunatumia mafuta kama ishara ya kuwekwa wakfu ndiyo na kudhibitisha kwa imani eh. kazi ya Kristo msalabani eh. ndiyo ikato eh wa Kristo uh -huh. Bali ni ufunuo uh -huh. Tunaopewa na Roho Mtakatifu uh -huh. Nukta mchawi uh -huh. Asikuguse uh -huh. Mkato uh -huh. Magonjwa yasikuguse uh -huh. Mkato uh -huh. Laana ikae mbali na wewe na vifungo vyote vinatenge